Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tuko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na vitu ambavyo Mwijaku ameamua kuvizungumza kumhusu, eh, Harmonize na Kajala maana sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba kuna possibility, kuna probability kwamba Harmonize na Kajala wamerudi tena kwenye mahusiano ya kimapenzi. Umeona bwana eh? Kwa hiyo Mjaku akiwa kama mmoja kati ya mashabiki watu ambao ni wakaribu wa Harmonize, amekuja naye pia kuweka ujumbe wake akiwa amembatanisha na picha ya Harmonize akiwa yuko na Kajala kipindi hicho akiwa kwenye mapenzi wanaenda gym, afu hapa chini akaandika kwamba Instagram tumejaa wenye hobbies za kuandika mawazo na fikra tofauti tofauti. Kwa mtazamo wangu, sijabahatika kabisa kuona mwandishi mwandishi kwenye Instagram mwenye karma ya uandishi kama mimi. Mahusiano ya Harmonize na mpenzi wake Kajala yamejaa hadithi tamu na mafunzo mazuri yenye kujenga katika, ta, katika taasisi ya ndoa, uvumilivu na kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya furaha ya ndoa. Natamani ningekuwa nimerithi walau kivuli cha Shaban Robert katika karma ya uandishi lakini sijabahatika. Uh, sijabahatika kuwa na karma ya uandishi. Pia ningependa kurithi walau kalamu ya Ben Mtobwa, bahati mbaya pia hata hata ufuto wa kalamu yake sina kuandika romantic articles. Ya kupasa uwe romantic in nature, bahati mbaya mimi sio romantic in nature. Nasema haya sababu nimesoma hadithi tamu ambayo yampasa mwanadamu anywe waini ya sentiana ili kuwa kwenye muda ya kuandika hadithi tamu ya mapenzi matamu yenye changamoto tamu zenye kuingiza, zenye kujenga ndoa tamu na watoto bora. Ningekuwa na ubongo wa Paulo Coleo, wa Paulo Coleo, labda ningekizi haja ya msomaji kusoma kwa furaha na shangwe bora kabisa labda ningekuwa na jicho la Nicholas Sparks ningeweza. Mimi ni mwanadamu sijakamilika, ila, kusif, ila kusifia huwa sikosei, najaribu kupanga maneno matamu na bora kuandika posti tamu ya Harmonize na mpenzi wake Kajala. Nami nataka, kui, nataka kuiga kwa Konde Boy mentality sababu sina, karma, sina karama ya uandishi. Bora Shaban Robert aliandika shairi lilo, aliandika shairi lifuatalo katika kitabu chake cha mapenzi bora, shairi namba 143: mapenzi kila yalipo na amani huwa hapo, lakini kila ulipo chuki, pana uchokozi. Nazungumzia akili na ubunifu wa uandishi huu, ni adimu kuona kwenye Instagram. Nasema ikiwa nyumbani kwa Kaja, nasema ikiwa nyumbani kwa Kajala ndiyo sehemu ya upendo na nyumbani kwako ndiyo sehemu yenye uaminifu na furaha, basi kwa sasa atakuwa na furaha maradufu baada ya Harmonize ku baada ya Harmonize kurejesha amani yake ya moyo kwake. Enjoy Kajala, sababu upweke ni kama dhoruba isiyo na mvua na kufurahi bila kutoa machozi, eh, najiandaa kuandika posti ya mapenzi bora kati ya Harmonize na Kajala. Mwijaku ameandika hivyo, so nadhani utakuwa unaelewa hapo. Mwijaku amezungukazunguka, lakini point ni kwamba anafurahia kuona kwamba